Na mtazamaji, utajiri sio kipaji, ni kazi nguvu na akili. Kwa hiyo tutafute pesa kwa udi na uvumba, tusiache kujituma, maana ukiwa na hela unaweza shinda kutwa nzima bila kula, lakini usipokuwa na pesa, basi kizunguzungu na kupiga miayo inaanza. Saa 12 asubuhi, ni Ijumaa ya tarehe tano mwezi Desemba mwaka 2025. Ni matumaini yangu kwamba buheri wa afya popote ulipo, hujambo na karibu kwenye taswira ya wiki. Mimi naitwa Joseph Lewa, kumbuka Unaweza kufuatilia matangazo haya moja kwa moja kwenye mitandao yetu ya kijamii pale Facebook ni Al Shifaa Digital Kenya, YouTube Al Shifaa Television Kenya, Instagram, TikTok na Twitter at Al Shifaa Media Kenya. Tukianza ni kwamba wakazi wa mtao Old Town ama mji wa kale jijini Mombasa wametoa makataa ya siku saba kwa serikali ya kaunti pamoja na makampuni ya kusambaza maji jijini Mombasa wakitaka kushughulikiwa kwa tatizo sugu la uhaba wa maji. Wakazi wanasema hali imekuwa mbaya kwa miezi kadhaa sasa, huku bidhaa hiyo muhimu ikiadimika katika mitaa ya Old Town. Wenyeji wanasema ndoo zimekuwa silaha yao ya kila siku, wakisaka toni la maji ambalo limekuwa li adimu kama dhahabu kwa zaidi ya mwezi mmoja sasa. Wanaelezea kwamba hawajapata huduma ya maji ya uhakika. Mwanahabari wetu Hanifa Yusuf amekuandalia taarifa ifuatayo. nyinyi mnavyokasi haki mnavyotufanya, maji ni uhai, hakuna mtu ambaye hataki kutumia maji, hakuna mtu ambaye hawezi kutumia maji, maji ni basic need. Kuja msikitini hapa lazima wazee wa, waoge. Kuja msikitini hapa lazima watu watawadhe. Kuja jamaa nini hivi? Mwatuchukuliaje hivatuchukuliaje wai, Old Town wai. Tumfanya nini sisipaktutafanya hivi. Ni sauti ya kilio kutoka kwa wakazi wa Old Town ambao wamejitokeza kuonyesha kukerwa kwao na ukosefu wa maji katika eneo hilo kwa kipindi kirefu. Wananchi hao wanasema hali imezidi kuwa mbaya, wakitaja sababu kadhaa zinazochangia ikiwemo utepetevu wa viongozi wa wizara husika pamoja na kutotekelezwa kwa wajibu ipasavyo na serikali ya kaunti ya Mombasa. Bwana governor Abdu Samad Sharif Nasir, ikiwa walioko katika upande wa wota, wizara ya wota kuanzia waziri mpaka hiyo delegate yake yote, ikiwa hawawezi kazi wa step aside, wapishe mtu ambaye yuwaweza kazi. Hilo ni la kwanza. La pili, la pili, ikiwa hii huduma hatutopewa. Maji ni uhai, maji ni haki yetu hii it's not a favor. Alafu msisahau Old Town. Sisi Old Town, sisi ndo tofa, tupewe first priority. Sisi jamaa hatuna sehemu ya kuchimba visima. Sisi jamaa, maji yetu, maji yetu, maji yetu sisi ni chumvi, ile kushinda maelezo, ile chumvi kushinda maelezo, kiasi kikugusa kwa mwili wawashwa. Leo sisi watu ambao ni chumvi kushinda maelezo, zaidi ya miezi sita, kuna watu hajui tuone la fresh water. Jamaa, ni haki. Alafu sasa mumetupandishia nyinyi, mumeitoa kwenye 30% kwenye ile siwa 300 300, mukaipeleka mpaka kwenye 70. Hakuna kaunti nzima anayelipa pesa nyingi kama mtu wa Old Town, mukasema sababu sisi nyumba zetu hatukuchimba mashimo, sisi nyumba zetu tutumia siwa Aidha, wamestaajabishwa na hatua ya Mawasco kuwanyima huduma za maji licha ya wao kulipa bili za juu kuliko maeneo mengine na mara kwa mara kukatiwa maji hata kabla ya muda ya malipo kukamilika. Wameeleza kuwa hatua hiyo ni ya ukandamizaji na haina uhalali wowote. Tunaumia sana Old Town, na utungu wetu ni maji, maji ndio shida yetu kubwa sana huko. Sijui kwa nini hawa watu wanatufanya hivi. Maana ikiwa kulipa twalipa pesa, si hatulipi mawe na siku maji yakifunguliwa huwa tafunguliwa sisi na Nyali, na siku zetu ni nne. Katika siku nne wengine, kuna watu hapa wako hapa hapa miezi minne leo hawajapata maji. Kwa nini? maji yakifunguliwa, atafunguliwa masaa mawili, masaa matatu, twadanganywa, maji yafungwa, lakini jirani zetu maji yanaendelea mpaka saa kumi sisi tutafunguliwa maji saa kumi na mbili mpaka saa mbili maji tutafungiwa, lakini jirani zetu maji yanakwenda mpaka saa kumi jioni, hapa hapa, si mbali, hapa hapa mtaani, hawa wapata maji mpaka saa kumi jioni, sisi mpaka saa mbili tutafungiwa, ambao wapelekewa wengine. Sasa kwa nini iwe ni eria hii? Ni eria tatu hii, mlango wa Papa, Mkanyegeni na mtaa wa Pwani mlango wa papamj namjua kale namjua kale, kwa nini wa saa zote sisi ndio tunaofungiwa maji? tuambua rationing. Hatuja kataa rationing, sawa, lakini rationing hii ni yetu sisi tu peke yake. Hata hivyo wakazi hao wamewaonya wanasiasa dhidi ya kujikita katika siasa za uchaguzi wa mwaka 2027 badala ya kushughulikia matatizo yanawasibu wananchi kwa sasa. Wamemtaka pia gavana wa Mombasa kuingilia kati mara moja na kutatua kile wanachokitaja kuwa ni mchezo wa cartels katika wizara ya maji ambao kwa muda mrefu umeathiri upatikanaji wa huduma hizo muhimu katika kaunti hiyo. Na hili jumuiko lilokuwa hapa si jumuiko la furaha, jumuiko hili ni la kuhuzunika we as old towners hatujui tumewakosea nini we are the very very first victims kuanzia ya lockdown mpaka ya maji mpaka ya siwa but today we are here for water and it is a common essential commodity i can't imagine alhamdulillah viongozi tulionao nyinyi We are warning you youhizi stori za ttat hakuna tena sasa. Zile manifesto mnazotuletea za urongo kwamba mtu hatuwaoni wala hatuwasikii. You are calling us for public participation, na tukija tukitoa rais zetu hakuna anayetushughulikia. Imaine, eh? Hivi vifo vilivyoingia hivi sasa, hata maiti zetu sisi twaziosha kwa maji ya chumvi, zile sabuni pia haziwashiki, twawapeleka chini ya ardhi. Nyinyi huko mnajua mnavyonufaika. a house madrasa zilizoko huku, watoto wote, tuna shida za moto. How come uh, What quantity of water are we going to buy to satisfy this commodity as a common commodity in our houses? Nyinyi mwaka tunakaa tunakuja, tunalalamika, mnatudanganya, mnatufungulia siku moja, siku ya pili mnatufungia. What is this? Hata hizo bohola ambazo tumezichimba zinatupatia maji ya kisima, mwatutisha kwamba mtakuja tilipisha hizo meters. What is this? Mwangoja tena kampeni ifike. Lastly, juzi juzi mme Nigiripatia Runinga Alshifa. mimi ni Hanifa Yusuf. Na mtazamaji, tuelekee katika kaunti ya Kilifi ambapo wakazi wanaoishi karibu na mto Galana huko Malindi wanaombwa kuwa wangalifu wakati wakivuka mto huo kutokana mto na ongezeko la viboko. Wiki hii Jumanne, kijana mdogo aliyekuwa akivuka mto aliachwa na majeraha mabaya baada ya kung'atwa. Kwa sasa anapokea matibabu katika hospitali ya Malindi. Mto Galana au Sabaki unajulikana kwa kupitisha maji mengi na wanyama hatari, sasa umegeuka kitisho kikubwa kwa wakazi wanaotegemea kwa shughuli za kila siku. Wiki hii kijana mmoja vile vile alinusurika kifo baada ya kushambuliwa na kiboko akiwa njiani kuvuka mto huo. Wakazi wanadai kwamba viboko wamekuwa wakionekana mara kwa mara karibu na maeneo ya makazi ya watu na sehemu zinazotumiwa kuvukia hali inayohatarisha maisha ya watu kwa jumla, hasa watoto na wavuvi wa eneo hilo. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo, tuelekee katika kaunti ya Kwale, ambapo dhuluma za mitandao zimekithiri kwa kiasi kikubwa, hasa katika kaunti hiyo, huku waathiriwa wengi wakiwa wanawake wanaofanya kazi mataifa ya nje, kwa kulaghaiwa pesa na wapenzi wao kwa kitishio la kusambaza picha za siri mitandaoni. Serikali imetakiwa kuwa thabiti katika sheria hiyo ya kudhibiti dhuluma za mitandao na wakati wale wapendwa wanaulizia picha zao za faraga, wale wakina dada wanaweza kutuma zile picha za faraga kwa wapenzi wao ambao wako hapa nchini na wale wapenzi wao wakati mwingine wanapokosana, pengine utapata wanachukua zile picha na wanazianika mitandaoni. Kwa hivyo, akina dada wengi wamepatwa na misonga mawazo, wameweza wao wenyewe kuumia pia kiuchumi, kwa sababu mtu anamtishia kwamba usiponipatia pesa fulani, na yeye anajua kule anahudumia mwenye fulani kule warabuni analipwa. Kwa hivyo, utapata hata zile saving zake zote anatuma kwa njia ile, kwamba anajilinda ili asiweze kuanikwa. Kijiji wengi wamekosa eh, kujua ni nani ni nini ambayo inafanyika. Wanajua sheria ziko, lakini hawajui sh, hizi sheria zinasema nini. Kwa hivyo ningependa serikali ikuje chini ieleze wananchi ni sheria hizi ni sheria gani na zinafuatwa kivipi, na mtu akidhulumiwa atapitia njia gani ndio apate haki. Msambweni ikiwa ndo county referral hospital Msambweni ina hospitali kubwa. Kwa hivyo watu wengi wanatu wakipata ile dhulma watakuja direct pale na pia polisi haiko mbali sana na hospitali. Kwa hivyo kwao wanaona ni very convenient. So kwa wiki tutasema utapata kama kesi tano sita za SGBV lakini tukihesabu zote hata zinazidi kumi. Mtazamaji, kumbuka unazidi kutazama taswira ya wiki hapa Alshifa TV. Kuingini ako ni kwamba kiongozi wa kiroho Acharya Shri Swamiji Maharaja amewasili katika kaunti ya Mombasa kwa ajili ya msimu wa sikukuu ya mwaka huu. Kiongozi huyo wa kiroho wa Maninagar Shri Swaminarayan Gadi Sanstana aliwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Moi mjini Mombasa akiwa ameandamana na watakatifu wenzake. Kwa mujibu wa msemaji na mwenyeji wake Notamlal Sanghan maarufu Simba Kaburu, Swamiji yuko nchini ili kuwatembelea waumini katika eneo la Nyali pamoja na kutoa kwa baraka zake, kama ilivyo desturi yake kila msimu wa sikukuu. Kabla ya ziara yake ya Mombasa, Swamiji anatarajiwa kuhudhuria maadhimisho ya miaka ishirini na mitano ya hekalu la Nairobi. Ziara hii, kwa mujibu wa wafuasi wake, inalenga kuimarisha maadili na kuwakumbusha waumini kuepuka maovu. Swamiji anatarajiwa pia kusafiri kuelekea India baada ya msimu wa sikukuu kukamilika. He comes here every year to bless the people and the land of Kenya.

I actually came from India to Nairobi spent a few days in Nairobi and then now come to Mombasa From Mombasa I'll go back to Nairobi and then visit Arusha and then back after this after the function in Nairobi 25 year celebration, go back to back to India kila mwaka anatutembelea nia yake ni kitu moja mambo ya dini mambo ya Mungu kuelewa kwa kitabu ni gumu sana ndio, hata Jesus ata prophet alisema mara kadhaa murudie, murudie, murudie kila siku mutaelewa kitu mpya. Nairobi alikaa kama wiki uh, moja, amekuja Mombasa, ataenda tariki five to ten, that is on ten. Tariki saba kuna ground breaking ya kujenga misikiti kubwa hapa Mombasa on uh, Mama Gina Road in Nyali na uh, itakuwa uh, kama headquarter yetu ni kama Rome na kuaga Roman. Sasa yetu iko India Amdawad Maninaga. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo tunachukua pumziko fupi, lakini tunarudi na habari za kimataifa. Usiende mbali. Hello watu wangu wa Mombasa na Nairobi, mupo. Habari njema kutoka Elmeri international connection limited, wamekuletea kazi za baristas, yani watengezaji wa kahawa kutoka nchini Saudi Arabia. Kutakuwa na interviews both Mombasa na Nairobi mtawalia. Kwa wakazi wa Nairobi, interviews zitakuwa tarehe 11 na vilevile wakazi wa Mombasa zitakuwa tarehe 12 hadi 13. Kumbuka, unachotakiwa kufanya ni kutumana stakabadhi zako zifuatazo kama vile CV, traveling passport, full picture na ukiweza hata sample video, kupitia email address elmaryinternational@gmail.com au kupitia WhatsApp nambari za simu 0707 87 Tatu mbili, mbili nane, au, sufuri saba, moja nane tano mbili, tano tisa, moja sita, ama unaweza kuleta stakabadhi zako katika ofisi zetu. Kwa wakazi wa Nairobi tutembelee Popman House fifth floor room number 501 behind Koja Mosque. Kwa wakazi wa Mombasa tunapatikana marikiti next to national oil petrol station Abson Towers floor number one room number one. Usikose nafasi hii, jitayarishe ufaidike na mshahara mnono utakao kufurahisha. Elmery International wakala wa uhakika. Shukrani mtazamaji kwa kuendelea kuichagua Runinga ya Al Shifaa kwa kituo chako bora zaidi katika habari, matukio na burudani. Kumbuka unaweza kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii pale Facebook ni Al Shifaa Digital Kenya, pale YouTube ni Al Shifaa Television Kenya, Instagram, TikTok na Twitter ni Al Shifaa Media Kenya. Kimataifa ni kwamba Marekani imesaini mkataba wa msaada wa afya wa dola bilioni 2.5 na Kenya ambao ni mkataba wa kwanza wa aina hiyo AI wa pande mbili baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kulivunja shirika la misaada la Marekani USAID. Maafisa wa utawala wa Trump wamesema makubaliano hayo yatakuwa ya kwanza katika mfululizo wa makubaliano na serikali za nchi zinazoendelea ambazo zitaombwa kuchangia gharama na kushirikiana na Washington katika vipaumbele vingine. Waziri wa mambo ya nje ya Marekani Marco Rubio alisaini makubaliano hayo mjini Washington na rais wa Kenya William Ruto, ambaye alimsifia kwa msaada wake wa ulinzi katika nchi ya Haiti inayokumbwa na matatizo. Rais right Donald Trump alivunja shirika la kihistoria la USAID na kuyatenga mashirika yasiyo ya, ya kiserikali, hatua iliyokosolewa vikali kote ulimwenguni. Chini ya makubaliano hayo, Marekani itaipa Kenya dola bilioni moja nukta sita katika kipindi cha miaka mitano ili kushughulikia maswala ya afya, ikiwa ni pamoja na kupambana na malaria na kuzuia polio. Kenya itachangia dola milioni mia nane na hamsini nyingine kwa makubaliano ya kuyachukua majukumu mengine zaidi hatua kwa hatua. Ruto alisema kwamba makubaliano hayo atachangia vipaumbele vya Kenya ikiwemo kununua vifaa vya kisasa kwa ajili ya hospitali na kuimarisha nguvu kazi kwenye sekta ya afya. Na mtazamaji, tuelekee michezoni ambapo kocha mkuu wa timu ya St. Anthony Boys Kitale Peter Mayoyo sasa analitaka uh, shirikisho la soka nchini FKF kuwakabidhi timu za vijana kwa wizara ya elimu pamoja na Kenya Secondary School Sports Association, akisema hatua hiyo ndio suluhisho la kupata matokeo bora katika soka la chipukizi. Koli yake inajiri muda mfupi baada ya timu ya Junior Stars kutupwa nje ya kufuzu kwa kombe la mataifa ya Afrika mwaka 2026 baada kuchapwa matatu kwa bila na Ethiopia mjini Addis Ababa. Ni matokeo yaliyowaacha wengi wakiwa na maswali. Junior Stars walipokea wa kichapo hicho kule katika uwanja wa Abebe Bikila hatua ambayo imetamatisha safari yao ya kufuzu Afcon mwaka 2026, na mtuelekea ugaibuni, ambapo klabu ya Manchester City iko tayari kuwasilisha ofa ya poni milioni sabini sawia na euro milioni 80 ili kumnasa winga wa Real Madrid Rodrigo Goeza. Hata hivyo, inatajwa kwamba vilabu vya Chelsea na Arsenal havitawasilisha dau lolote mwezi Januari, vikionyesha upinzani mkubwa katika kumsajili mchezaji huyo. Jambo la soka nchini Uturuki, Galatasaray umeibuka kwa videdea katika harakati za kumsaka fuad wa Misri Mohamed Salah kutoka Liverpool. Aidha, vilabu kutoka nchini Saudi Arabia na Marekani vinaripotiwa kumpigania mchezaji huyo miaka 33. Newcastle United na Spurs watapambana na Aston Villa kwenye harakati za kumsajili fuad wa Brazil Igor Thiago kutoka Brentforda. Barcelona amezitaarifu timu za Bayern Munich na Manchester United kuhusu upatikanaji wa beki wa Uruguay Ronald Arauho ambaye hajapewa kipaumbele katika kikosi cha mkufunzi Hans Flich. Hata hivyo vilabu hivyo bado havijaonyesha ni ya kumtaka mchezaji huo memiaka 26 na mapendekezo mawili yamefanywa na mawakala wa kikosi cha Barcelona kuhusu uwezekano wa kumnasa beki wa Uingereza Mac Gehi ambaye amekuwa kiwindwa na Liverpool. Kwingineko ni kwamba Chelsea wako tayari kumwachilia beki kitasa Uholanzi Jorel Hato mwezi Januari, huku Barcelona ikiwa ndio timu ambayo imeonyesha nia kutaka kumsajili. Na fuadi wa Ukraine Mykhailo Mudryk anatarajiwa kurudi uwanjani mwaka ujao kuanzia mwezi Januari tarehe 17, kulingana na Achille Ash wanahabari huyu, baada ya kukosekana kwa muda mrefu. Mudryk alipatikana na chembe chembe za dawa za kutunisha misuli, hali iliyopelekea kuchujwa katika kikosi cha ja The Blues ambacho alijiunga nacho kwa dau nono zaidi kutoka Shakhtar Donetsk. Ripoti zinasema kwamba Chelsea wana mipango ya kumtoa kwa mkopo katika klabu ya Strasbourg ya kule nchini Ufaransa. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo ya michezo, ndio natamatisha taarifa zetu za siku ya leo, lakini kabla sijaondoka, nataka nikupatie kisa kidogo tu ambacho nitakuacha ukitafakari. Baada ya pale, ambapo kuna mwanaume mmoja ambaye alielekea hospitali Uh, kumuuliza tu daktari maswali ambayo alikuwa yanamkumba katika kichwa chake. Akamwambia daktari, mimi uh, nilikuwa na mpenzi wangu ambaye ni mjamzito hivi sasa, lakini nimekuwa nikitumia kinga na haijawahi kupasuka hata siku moja. Daktari akamjibu aka kwa utulivu, lakini pia akampatia kisa wakati akimjibu, akimpatia majibu ambapo alisema kwamba hapo zamani za kale kulikuwa na mwindaji ambaye kila mara aliingia msituni na bunduki yake. Asubuhi moja akawa ameweza kukengeushwa, yani ametupuatupua ya maneno uh, lakini sasa hali ile ikampelekea akafanya makosa na kuchukua mavuli baada ya silaha yake. Akiwa katikati ya msitu alikutana uso kwa uso, mm, jicho kwa jicho na simba kwa hasira kubwa sana Akanyosha ule mwavuli wake na kujifanya anapiga risasi, na simba akaanguka na akafa. Kwa mshangao mkubwa sana tu akasema, lakini huu ni upuzi, sio mimi ama sio mwavuli uliouua simba. Kumbe mwanamume mwingine alimpiga risasi mwanamume huyo. Daktari alitabasamu na kuhitimisha simulizi yake. Kwa hivyo, mtazamaji, hapo utatafakari, alafu utaniambia, je, ni kitu gani ambacho hapo umeweza kujifunza kutokana na kisa hicho. Wajua, visa vingi sana viko hapa kwa ajili ya kuweza kujifunza. Mtazamaji, kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi wangu amekuwa ni Yasir leo upande wa pili, akiwa pia ni mpiga picha. Mimi naitwa Joseph leo. usiku mwema.